Babu fi saati allati fi youmi ljumaa, mlango uliokusanya hadithi inayozungumzia wakati, wakati ambao ni wakati maalum uliopo siku ya Ijumaa. Ndani ya siku ya Ijumaa kuna wakati maalum, wakati huo

ambazo hutolewa na aimatul jarhi wa ta'dil kuwazungumzia eh, wale ruwatu au ulama wote, maulama waliokuwepo, akitazama zile, wakajishughulisha na ilmu hii au wakaleta maneno wakazungumzia dini, basi habari zao zimehifadhiwa. Ikiwa ni mtu thiqatun, uelezewa kwamba huyu ni thiqa. Zaidi yapo thiqatun thabtun Bwana huyu ni thiqa, si thiqa tu, bali huyu ni mtu madhubuti. Mwingine faqihun na mwingine abidun fi zamani, huyu bwana mchapa ibada eh, huyu alikuwa ni mchapa ibada, licha kama ni thiqa, lakini alikuwa kwa ibada, mashaallah. Haya ni katika baadhi za alfadhi za taadili ambazo zina vitabu vyake maalum kut, eh, kutubul jarhi wa taadili, vitabu vilivyokusanya wapokezi na wanawazuoni eh, ima waliopewa tadili waliosifika, au waliojeruhiwa kwamba hawa min almajruhin wamejeruhiwa kwa sababu moja, ima litashayui, ima fulani ni shia rafidh bithi wa ima li annahu zindiqun mujrimun fajirun fasiqun wa imma li annahu dajalu min ad-dajajila wa imma annahu kadhab yakdhib wa, ya wa mashabaha dhalika, yote ni katika ausaf ambazo anapewa mtu kwa kulingana na vile alivyoishi na alivyotengeneza mwenyewe tarehe yake. Tengeneza tarehe yako vizuri, basi wewe utakuwa ni katika wale eh, watu waliofanyiwa taatili Ukiichafua mwenyewe ile tarehe yako na sifi yako, utakuwa ni mtu ambaye uliyejeruhiwa umefanywa, e, jarh, umejeruhiwa, ajarho fi labdani waljarho fi larahi jerhii, nakuwa fi larafi ishma. Katika abdani kujeruhiwa mtu akaumia kapasuka kutoka damu, hii ninakuwa katika mwili, ama hii ni katika ishma, kwa sababu wewe umekataa kuifanzia vyema sheria ya Allah na sunna ya Mtume wasalama, basi kwa sababu mwenyewe kad askata hurumataka, umeangusha ile uadilifu wako na heshima yako, basi watu nao wanasimulia kwamba huyu ni muongo idha takallama yakdhib, alipokuwa akiongea anaongopa. E, huyu kadhab.

Ina maana wewe mwenyewe ndio CV yako utaitengeneza, na wewe mwenyewe CV yako utaiharibu. Kwa hiyo itengeneze CV yako, yako, thumma fastain billah, kisha mwombe msaada Allah tabaraka wa ta wataala, na usiye na ukiharibu, haraka sana rejea kwa Allah, utubie utubie, tauba ya kweli kabisa, na uwache lile ambalo ulolifanya na utangaze Taubata, kwa bwana, mimi nimetubia, nimeacha mimi nilikuwa ni hizbu tahariri, sasa nimeacha, nimekuwa ni salafi. Mimi nilikuwa ni ikhwani muslimin, sasa nimeacha na ikhwani muslimin. mimi ni salafi sio tena tablighi. Tumefahamiana, eh? Mimi nilikuwa tablighi kwa sababu natangaza bwana, nimeacha utablighi, sasa hivi mimi ni salafi, sio tena tablighi wala haraki wala mwana harakati. Tumefahamiana, eh? Maana ndio ukapata ukajeruhiwa fulano, fulano

na litaendelea kuwepo na wale wenye maqdara eh, uwezo na imkan, wasiache eh, kufanya kubainisha haya, kubainisha na wale wanaesimamia katika hili Allah jazie khair wal baraka, kubainisha duatun ala abwabi jahannam, wama fulani ni dai katika maduatu, walisimama katika mlango wa jahannam, ukiwasikiliza hao basi na wewe utaangamia. Sifahamiana kwa sababu leo watu wengi sana wamekuwa wanalingania watu, kisha kishasikilizwa na watu wengi, wanaanza kutaja zile khuza abalati kuwaingiza watu katika dhalala wa hawa, wanatakiwa wabainishwe, watu wawajue, ili watu waepuke, wasiwafuate wakaenda kuwaangamiza huko. Mnajua nyinyi katika miji yetu hii miaka ya nyuma, katika dini ya Kikristo ama mapasta sijui madhehebu gani, kuna mtu mmoja akaitwa Kibwetele eh? Kibwetele huyu ima Uganda au huko, kama sio Uganda, Kongo. <coughs> aliwalingania watu wake wakamkubalia. Walipomkubalia akamwambia bwana, eh, leo tujifungie katika jengo, atakuja Bwana Yesu anakuja, amna kuondoka. Watu wakauza mali zao wakajifungia. faa akatoka nje akatia kibiriti, lile jengo akalichoma moto, watu wote mule wakaungua tikitiki, yeye kapotea, ijulikani kapotelea wapi. Kuna mwingine huko Kenya, sio Shakaola, sijui wapi eh, huko serikali ya huko imekuta miili zaidi ya mia moja ya watu waliokufa wamekufa kwa njaa, ili wakakutana na Bwana Yesu. Njaa yeye alipokamatwa akaingizwa gerezani, siku alipoitwa mahakamani akawa analalamika, wananyima chakula, njaa ataniua eh, wewe umewaua, mimi wako zaidi ya 200 300 mia, mia, mia, mia, mia tatu kwa njaa, ili wakakutana na Bwana. Sasa wewe zaesiufe na wewe kae na njaa mpaka ufe, kutana na Bwana, lakini anadai mahakamani ananyima chakula hii ndiyo kuna maduati ala abwabi jahannama, wamesimama katika milango ya Jahannama. Atakawajibu hao basi, na yeye watamtumbukiza katika maangamizi. Jadhari na naam, nam.